chipsi na mayai yake na kipande cha kuku na soda yake. Mwana kwa shati bali tuna friji na kila kitu ndani yake. Kijana wa Yesu, umeona niko vizuri kwa sababu kwa mimi ni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni chukio maskini tangu niliwaona tupo kijijini tu kwa maana ya Mungu. Nilisema hakika kama Bwana yupo, mimi haya maisha siwezi. Nikadamia kwa Yesu.

mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile alyo, akaugua akafa, hata walipopisha kumwosha wakamweka wampani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsili na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka kufuata naye, alipofika wakambegeli juu ropani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizokishona wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro aka ondoka naye. Akafungua macho yake, na alipomwona Petro, akajiinua akaketi. Akampa mkono akamwinua, hata kiisha kuwaita wale watakatifu wataka na wajane, akamweka mbele yao hayu hai Bwana Yesu